Kwanza kuna baadhi ya watu mwenye kujiita bakteria, mwenye kujiita virus, sijui mwenye kuita nini. Mimi nitawaomba tu kwa roho safi, Please let the name of Raila Molo Odinga stay out of your mouths, si level yenu. Whatever Raila has been able to do for this country, hata kama hakuna lolote Mtoweni katika, katika mdomo wenu. Sio kila siku Raila hivi Raila vile, Raila hivi Raila vile. Wakati mulikuwa mwataka hii nchi ichomeke, ni Raila ndo alokataa kufanya pamoja na nyinyi, akasema ya kwa mimi sitaki hii nchi iweze kuchomeka. mimi na kakando, wakati kila mmoja anatoa chama chake. Jana na juzi, ni Raila Amolo Odinga alihakikisha kwa hiki chama kimeweza kufika miaka ishirini hii. Mwezi wa Oktoba mwaka huu ni miaka ishirini changu chama cha ODM kiweze ku